Hakuna amani, ukianika nguo zinachukuliwa, ukiwa umelima wanakuja kuvuna wao uki, alimradi hakuna amani. Kutokana na vijana hao, ili wapate hayo madawa, lazima wanyakue vya watu. Sasa hili ni lazima kwa pamoja tulifanyie kazi. Hili ni jambo la msingi, lakini sasa hivi serikali kama mnavyotambua inafanya mambo mengi ya ujenzi wa miundombinu, lakini tukishajenga wako watu wanaokuja kubomoa, na kubomoa ni rahisi. Inaweza ikakuchukua dakika kumi ukabomoa umeme wa mji mzima, lakini kuujenga ule unaweza ukachukua miaka mitatu. Na mfano mzuri ni huu uliotolewa hapo, vijana hawa wawili wamekwenda katika kituo cha kuzalisha umeme kutaka kuiba nyaya za umeme waya ule ukiukata unakosesha umeme mji, lakini we unapata nini? Unapata kipande cha waya ambacho thamani yake ni ndogo sana, huku umekosesha watu umeme. Na kwa bahati mbaya sasa safari hii, wakati wanafanya hayo, wao wenyewe wamepoteza maisha. Hii barabara ya daraja bovu, kuanzia mwanzo mpaka mwisho kule, taa zote haziwaki barabarani, kwa sababu kuna watu walikwenda wakatoa nyaya zile nyaya za kopa, wanatafuta ile kopa waya mwembamba hivi, ukiupeleka kuuza unapata pesa kidogo sana, lakini pale barabara nzima kuanzia mwanzo hapa Amani mpaka Mtoni kule hakuna taa. Sasa gharama za ujenzi ni kubwa, lakini mtu anaenda anaharibu miundombinu yote kwa thamani ndogo sana. Ndugu zangu, malezi, vijana hawa lazima tuwalee vyema.